Unaweza kuwa mpweke lakini si zaidi ya Joyce Vincent. Unaweza kuwa peke yako lakini si zaidi yake yeye. Mwezi Disemba, mwaka 2003, Joyce Vincent alifariki dunia katika nyumba yake ya North London, labda kutokana na shambulio la pumu. Runinga yake iliendelea kuwaka na kodi ya nyumba iliendelea kulipwa kupitia uhamisho wa, wa moja kwa moja wa kibenki. Barua ziliendelea zi kukusanyika mlangoni kwake bila hata kuguswa. Wiki zilikatika na miezi ilikwenda, lakini bado hakuna aliyeshangaa kutokuwepo kwake. Harufu iliyodumu katika korido yake ilipouzwa na ilihusishwa na mapipa ya takataka ya nyumba za jirani. Kelele za runinga yake ziliungana na kelele za kila siku za watoto na vijana waliokuwa wakiishi katika jengo hilo. Hatimaye fedha za benki ziliisha, mwenye nyumba alianza kutuma madai ya malipo yake, lakini hakupatiwa majibu yoyote. Baada ya miezi sita bila kulipa kodi, mahakama iliamuru amri ya kumtoa Joyce katika nyumba hii. Wakati maafisa wa mahakama walipolazimisha kuingia ndani mnamo Januari elfu mbili na sita waligundua wa mabaki tu ya Joyce Vincent aliyekuwa amefariki zaidi ya miaka miwili iliyopita. Pumzika kwa amani Joyce Vincent, pumzika amani, mpweke wa dunia. Yawezekana wewe ukajihisi ni mpweke zaidi kuliko wote duniani. Nataka nikwambie tu, wewe si mpweke na huwezi kumzidi Joyce Vincent. <mimimi> ni mimi Profesa Han.